Diogenes, mwanafalsafa aliyekataa minyororo ya jamii. Jua la mchana lilikuwa kali pale Diogenes alipokuwa ameketi kwenye pipa lake, huku upepo wa bahari ya Atheni ukipuliza kwa upole. Kwa mtu wa kawaida, huyu hakuwa chochote zaidi ya mwenda wazimu mzee aliyejifunika kwa joho lililochakaa, mwenye ngozi iliyokauka kwa jua, macho makali aliyokuwa na mng'ao wa hekima isiyoelezeka, na tabasamu la kejeli kila alipotazama wanadamu waliokuwa wakihangaika mitaani. Diogenes akaita kijana mmoja aliyekuwa akipita, Mbona unaishi kama mbwa? Huna nyumba, huna mali, huna heshima Diogenes alitabasamu kwa dharau na kumuuliza kijana huyo, nani kati yetu anaishi kama mbwa? Mimi ninakula ninapokuwa na njaa na lala ninapochoka, na sipotezi muda wangu nikihangaika kwa ajili ya fedha au heshima. Wewe kwa upande mwingine, unakimbizana na pesa mchana kutwa, unajali sana maoni ya wengine, na unaishi maisha ambayo hayana uhuru wa kweli. Sasa ni nani aliyemtumwa? Watu waliokuwa karibu walicheka, lakini kijana huyo alibaki kimya akiwaza juu ya maneno hayo. Safari ya kuasi jamii. Miaka mingi nyuma, Diogenes alikuwa kijana tajiri katika jiji la Sinope. Lakini kashfa ya kugushi sarafu ilimwangusha kutoka kileleni hadi shimoni. Uraia wake ulichukuliwa, mali zake zikatoweka na kila mtu aliyemfahamu akamgeuka. Akiwa hana chochote, alitambua ukweli mmoja wa kushangaza: alikuwa huru. Kwa mara ya kwanza akiwa na uelewa mpya wa maisha, aliingia Atheni, jiji la falsafa. Lakini hakuingia kama mwanafunzi wa Plato au Aristotle, bali kama mtu aliyekataa kufungwa na sheria za jamii. Aliamua kuishi kwa mujibu wa maumbile, kula alipopata chakula, kulala popote usiku umfikapo, na kusema ukweli bila woga. Mara moja aliingia katika darasa la Plato na kukuta wanafunzi wakijadili maana ya mwanadamu. Plato kwa hekima yake alisema, mwanadamu ni mnyama mwenye miguu miwili usio na manyoya. Diogenes hakusema neno. Alitoka nje akamkamata jogo, akamnyoa manyoya yake, kisha akarudi ndani na kusema, huyu hapa mwanadamu wa Plato. Darasa lililipuka kwa kicheko na hata Plato mwenyewe aliona ucheshi wa tukio hilo. Lakini kwa Diogenes hili halikuwa jambo la mzaha. Aliona jinsi watu wanavyokubali tu dhana na kanuni bila kuzitafakari kwa kina. Mkutano na mfalme. Sifa za Diogenes zilienea kote Ugiriki. Hadithi moja mashuhuri inasimulia kuhusu mkutano wake na Alexander Mkuu, mfalme aliyeshinda mataifa mengi na kutajwa kama mtu mwenye nguvu zaidi duniani. Alexander alipomsikia Diogenes, alitaka kumwona mwenyewe. Siku moja alifika mahali alipokuwa Diogenes na kusimama mbele yake. Mimi ni Alexander Mkuu, akasema, naweza kukupa chochote unachotaka. Diogenes hakutikisika. Alimtazama mfalme huyo kwa macho yaliyokuwa na dharau isiyo na kificho, kisha akasema kwa sauti tulivu, ndiyo, naomba kitu kimoja, ondoka kwenye mwangaza wa jua langu. Alexander alicheka, akashangazwa na ujasiri wa Diogenes. Aligeuka kwa wapambe wake na kusema, kama nisingekuwa Alexander, ningependa kuwa Diogenes. Mafundisho ya uhuru wa kweli. Diogenes aliamini kuwa utajiri, mamlaka na heshima ni minyororo ambayo wanadamu hujifunga wenyewe. Kwa mtazamo wake, mtu anaweza kuwa tajiri wa dhahabu, lakini ikiwa anategemea mali yake ili ajihisi mwenye dhamani, basi yeye ni maskini zaidi ya ombaomba. Kwa wanadamu waliokuwa wakihangaika kupata heshima, alionyesha jinsi mbwa walivyo huru. Mbwa hula anapokuwa na njaa, analala popote na haogopi hukumu ya wengine, alisema. Lakini nyinyi mnajifunga na mavazi ya fahari, mnajizuia kufanya mambo ya asili kwa sababu ya aibu, na mnahofia sana mnachoonekana kuwa badala ya kile mlicho nacho ndani. Kwa kweli, aliishi kulingana na falsafa yake. Hakujali kuhusu mavazi, hakujali kuhusu umiliki wa mali na hakujali maoni ya wengine. Alipata furaha yake katika uhuru wa kweli, uhuru wa kutokuwa mtumwa wa jamii. Urithi wa Diogenes. Baada ya kifo chake, wanajemi waliendelea kufundisha mafundisho yake kwa karne nyingi, lakini polepole pole, falsafa yao ilichakachuliwa. Wengine waligeuza sinisism kuwa uongo wa kujipendekeza, wakikosoa wengine bila kuishi kwa mujibu wa wanachosema. Hii ilisababisha maana ya neno cynic e kubadilika kutoka kuwa mtu mwenye hekima asiyejali desturi za kijamii hadi mtu anayekosoa kila kitu bila kuwa na mawazo yenye thamani. Hata hivyo, falsafa ya Diogenes haikufa. Katika karne ya 18 Jean Jacques Rousseau alifufua mawazo ya kuhoji jamii, aliposema kuwa sanaa, sayansi na teknolojia zimewapotosha wanadamu. Katika karne ya 19, Friedrich Nietzsche alimtumia Diogenes kama mfano wa mtu anayepinga maadili ya uongo ya jamii. Katika miaka ya 1960 mia wanaharakati wa kihipi walifuata njia yake kwa kukataa mfumo wa maisha uliowekwa na matajiri na wanasiasa. Hitimisho: kufikiri kwa uhuru. J. Diogenes alikuwa na maana je jamii kweli ni minyororo inayotufanya kuwa watumwa wa heshima mali na kanuni zisizo na maana pengine hatuhitaji kuishi kwenye mapipa au kupuuza kabisa mila za jamii kama alivyofanya yeye lakini tunachoweza kujifunza kutoka kwake ni umuhimu wa kuhoji mambo tunapaswa kujiuliza kwa nini tunafuata desturi fulani Je, tunafanya mambo kwa sababu yana maana ya kweli au kwa sababu ndivyo ilivyo kawaida? Diogenes anatushawishi tusikubali kila jambo bila kulitafakari. Anatufundisha kuwa huru si kwa kukataa kila kitu, bali kwa kuelewa tofauti kati ya kile kilicho cha kweli na kile kinachowekwa na jamii kwa manufaa ya wachache. Katika ulimwengu wa leo ambapo watu wengi wanatafuta maana ya maisha kupitia utajiri, umaarufu na heshima za uongo, pengine ni wakati wa kurudi kwenye msingi wa maisha kuwa wa kweli, kuwa huru na kuishi kwa mujibu wa akili zetu wenyewe.